a vizazi vingi kwa ajili ya utukufu wa jina lako Kristo. Baba, ukambariki mama huyu, ukambariki baba yule, ukambariki kijana wa kiume na wa kike, hata mtoto mdogo ambaye Jehova nisi na Mungu wetu umekusudia apone kupitia somo hili. Jehova, nakubariki kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamechagua Mungu, kwamba leo wasiangalie mpila, wasiangalie Mungu filamu wasiende kupumzika Jehova, wakabaki kwenye mtandao, wengine wakahudhuria kanisani, kusudi Mungu alisikie neno lako. Amechagua fungu jema, Kristo Yesu na Mungu wa neema, na kubariki kwa ajili ya kila mmoja mmoja, mbariki Mungu, mpe neema ya kuendelea kusikiliza na kukusikia. Jehova, usimwache wala kumpungukia kwa chochote, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, naomba na kuamini, amen. Haleluya. Najifunza somo linasemaje eh? Nguvu ya uchaguzi. Nguvu ya uchaguzi. Kwamba uko vile ulivyo ni kwa sababu ya nini? Ya uchaguzi. Uko vile ulivyo ni kwa sababu ya nini? Ya uchaguzi. Nasema pengine, wewe ni mama, umri unaenda, lakini hujaolewa. Wenye umri kama wako wanaitwa mabibi, sasa wana wajukuu, lakini wewe hujafanya nini? Hujaolewa ni kwa sababu ya nini? Ya uchaguzi. Wengine tu wanaitwa mabibi, ambao tulisoma nao darasa moja. Wewe bado ni mwanafunzi, yeye tayari anaitwa nani? Anaitwa mama, anaitwa bibi. Haleluya! ni kwa sababu ya nini? Ya uchaguzi. Haleluya! Aleluya! Bwana wetu Yesu Kristo nasifiwe. Kwa hiyo nasema siku moja Yesu akawatembelea Mariam na Martha, soma Luka sura ile ya kumi mstari ule wa 38 mpaka 42, Bibilia inasema hivi, Luka sura ya kumi mstari ule wa 38 mpaka 42, Biblia inasema hivi: ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akisikiliza maneno yake, lakini Martha alikuwa aki, akihangaika kwa utumishi mwingi mwen, akamwendea akasema, Bwana, uone vibaya hivyo ndugu yangu alivyo niacha nitumike peke yangu, basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu jema ambalo hataondolewa haleluya. Nini maana yake? Kwamba Yesu, Biblia inazungumza habari moja kwamba Yesu katika pitapita pita zake akapita kijiji kimoja, akaingia nyumbani, nyumba moja ambako aliwakuta wanawake wawili wanaishi. Mwanamke mmoja anaitwa Martha na mwingine anaitwa nani? Mariamu. Nasema alipofika pale, wakamkaribisha, karibu karibu karibu, Bwana wetu karibu Bwana wetu. Lakini baada ya kumkaribisha Mariamu akakaa, akaanza kumsikiliza Yesu anazungumza nini. Wakati huo Martha yeye kakimbia, huyo sijui, akawakuta wana mboga, akaenda buchani kwa nini, nyama, akatoka kwa nyama anadhani atamkuta mwenzie ameshaosha sufuria, ajaandaa sufuria, baada hiyo yamekaa na Yesu. Mariamu akaenda kuandaa sufuria, akaandaa akaweka pale, baadaye anakuja kukumbuka kiberiti, hamna, akakimbia dukani tafuta kiberiti, baadaye anakuja kukumbuka gesi imeisha, anaanza kupata mkaa mkaa anaanza ah. Akasumbuka kweli kweli. Mara viungo vya pilau hamna, tele upo, kimbia kupata viungo vya pilau, akaandaa. Lakini baadaye akaja kwa Yesu, akamwambia Yesu lakini huoni huyu mwenzangu alichonifanyia, ili siwezi kulifungia macho, lazima nimwambie na nawe huko eh, amefanyaje? Ameniacha nitumike peke yangu, yaani nimeenda huku, nimeenda huku nimeandaa, yeye amekaa tu mekuangalia tu ehe. Yesu alicho alichojibu ayasema kwanza, wewe umefanya vizuri kwenda huku na huku fanya nini, kununua hivi na kuandaa hivi na hivi, akasema huyu Mariamu aliyechagua kukaa kunisikiliza, huyu amechagua ame fungu jema ambalo hatafanya nini, hataondolewa. Lakini we chakula hiki ni kwa tumbo. Nazungumza mimi hapa, Bwana Yesu ajasema, haleluya, haleluya, kwamba umechagua fungu jema ambalo hautafanya nini, hautaondolewa. Nazungumza nini? Kwamba yeye ambaye ametenga muda wake kuja kanisani leo ambavyo amechagua kuja kanisani leo, ameacha kazi nyingi. Biblia inasema umechagua fungu jema ambalo hautaondolewa. Haleluya, haleluya! Mungu wa mbingu na nchi ya kubariki. Nikumbushe tu Jumapili tuliishia katika kitabu cha Mithali sura ile ya 13 na ule mstari wa kumi ambao tulikuwa katika kipengele cha uchaguzi wa marafiki, kwamba hata marafiki ulionao, marafiki uliowachagua, walio karibu na wewe, au pia wanaweza kuwa sababu ya wewe kufanya nini? Kuonekana vile unavyoonekana, kuheshimika au kudharaulika, kubarikiwa au kulaaniwa kuangaika au kutulia, kuwa maskini ama kuwa tajiri. Haleluya! Marafiki wanaweza kuwa sababu ya chanzo cha tatizo ulionalo au cha baraka ulizo nazo. Bwana wetu Yesu Kristo nasifiwe. Hiyo ndiyo nguvu ya uchaguzi, na nikakwambia kwamba uchaguzi, uchaguzi una nguvu kuliko nini kuliko maombi. Usichague alafu baadaye ukaenda kwamba unakwenda mbele za Mungu, Mungu anisaidie, anisaidie kutengua kile nicho kichagua. Haiwezekani. Bwana wetu Yesu Kristo nasifiwe. Kwamba mtu ana, ana, ana, ameazimia kusema uongo kwamba Mungu amsaidie katika ule uongo, afanye nini sasa Mungu? Yaani we mtu mwenyewe umeshaazimia, nikienda nitampanga hivi na hivi na hivi na hivi na hivi lakini, unamwomba Mungu akusaidie useme uongo wakati umeshaazimia kufanya nini? Kusema uongo. Mungu ahusiki katika hilo. Bwana wetu Yesu Kristo nasifiwe, hausiki.